Pale ambapo unaamua kuwa baba, hakikisha pia una zile sifa za kuwa baba bora mm -hmm, ili mwisho wa siku isije ikawa yule mwanamke ambaye umeshiriki naye kukupa eh, ile thamani ya kuwa baba mm, akaja baadaye akageuka na kuweka madhaifu yako hewani ama hadharani. Ubaba unakuwa sio ubaba tena, unakuwa sio ubaba tena kwa sababu pia eh, unaambiwa uh, bwana uh, kwenye kwenye kwenye familia eh, utakiwa kuwa bora baba baba baba bora. Ya, sasa hii bwana kauli hii inaenda moja kwa moja kwa ndugu yetu ambaye tayari kimemlamba mm -hmm. kimemlamba <laughs> kitu gani? Na huyu ni nani adabu thelathini? Sasa hapa namzungumzia Mose Iyobo na sauti yake fulani. oh, mtu hamna, anaongea na Masha simu Masha, alafu bwana hapa wanaipatia, namzungumzia Mose Iyobo pamoja, yes. na aliyekuwa mpenzi wake ama mzazi mwenzie, mwenzake mm. Aunty Ezekiel. Uh-huh. na alikuwa kapo yao ilisumbua ili, ili muda fulani ah, wewe ilisumbua, kila mtu aliongelea hii kapo, lakini kapo ya dancer na actress kama <laughs> kama kama yendi kidogo ila mi naona kama yakusa na nti imeenda sana. Alafu ya safu ya Moze na Masha ndo ime, ime ime, ime, grow zaidi <laughs> yani, yani no atuelewele really really. Lakini uhum. All in all ni kwamba mm. Uh, hivi karibuni Bwana Moze Iyobo mm. E, watu wa wanamfahamu ni dansa kutoka pale Wasafi na ukiongelea yes, watu ambao walikuwa Wasafi kwa muda mrefu ni Mose Iyobo yes, Mose Iyobo long time since Diamond since tunamwonaona tu ndo wanaanza anza kitambo sana, Diamond anafanya show kwenye uwanja wa mpira na mm, madimbwi madimbwi. Moze ameanza kijana kabisa mpaka sasa hivi ameshakuwa baba, baba. kwao ni muda mrefu, ana uzoefu wa kutosha, kaanza pale nyama ana mm, kaanza <laughs> ana nyama lakini sasa hivi <laughs> ana kilo na kilo zinaongezeka, yaani unaona uh, ana vimbweta humu vile yes, vitumbo vya pembeni kama vya hivi ana mauzembe, hey, anavyo sasa hivi kwa hiyo ni mtu ambaye kajipata kwa sababu Mondi mm. amepata fedha naye kajipata. Ndio sasa bana, hawa wawili wameingia kwenye mtafaruku wawili hawa mm. bana, bwana ah. Sami e. kubali vyote vitokee, lakini sio ex wako akaongee kwa watu kuhusu maisha yako wewe na mtoto wako. Bonge moja la aibu, acha vibaya sana, ni aibu, lakini no. pia ni fedheha. Uh, na ni huzuni ya yeah, huzuni mm, kubwa sana, yani inahuzunisha, ina wewe kweli ukakaa ukamu unapata ah, huzuni <laughs> mie usho jamani. Sasa bana Mose Yobo mm, kupitia moja ya kituo kimoja cha habari ndiyo, alikuwa anaojiwa kuhusiana na, na maisha yake yae, pamoja na mzazi mwenzake wanaishi yeah, vipi wanawasiliana mm, vipi mtoto parental care ile, najua mnapokuwa mmezaa alafu na maisha yake na mahusiano yeah, yake kuna ile mtoto mi nikimuhitaji kwa muda fulani nakanae labda wiki unampata na kanaye yeah, wiki so Mose Yobo aliulizwa kuhusiana na maisha yake na mwanaye, mm. anakutana naye vipi? Lakini majibu yake ndicho, mm. ambacho kimetufanya hata sisi tuje hapa tuzungumze, ndiyo. Hatari, ikatupa alama ya mshangao. Ni aibu kubwa sana aibu, mimi kumwona mwanaume mm. anakaa anaanza kulialia mm. anaongea vitu pembeni, kisa unajua mwanamke ana haki ya kwenda kuongea pembeni. okay, fine, ni mwanamke ni huruka yake na maisha yake kaumbiwa hivyo, lakini mm. mwanaume gentlemen, una ndevu zinaota kila idara ya maisha eh, kwenye mwili wako, sio maisha ya mwili wako sehemu zote zinaota ndevu. Mwanaume una kibesi sasa, kwenye kibesi hapo, okay, it's fine <laughs> mwisho wa siku unakaa mbele ya waandishi wa habari waliokufata wanawambia, bwana mimi, eh, mtoto wangu nilimnunulia simu sindio? yes. mtoto simu ila hajui imepotelea ime, ime wapi, na hata mawasiliano hayaeleweki yako vipi sasa hivi. Ndio sasa mimi ikanifanya na mimi nijiulize maswali, wewe kama baba e, una play part ya, ya baba e, kwa mtoto mm. wako unapataje nguvu ya kwenda kuongea waandishi wa habari mm -hmm. juu ya maisha yako na mzazi mwenzako, kitu ambacho kinamgusa mtoto wako, sio tena mtoto wako ambaye ana uelewa mkubwa, ndio na ni mkubwa, sio kichanga yule. Alafu kitu kingine pia, kama mwanaume mm -hmm. unapata wapi nguvu ya kueleza kwa watu mm -hmm. hadhara kubwa inasikiliza na kutazama mm -hmm. kwamba unapomhitaji mtoto wako eti yule mwanamke wako mm -hmm. ndio achukue simu ampigie mzazi mwenzio mm -hmm. aombe mtoto. ah. ina make sense <laughs> Yani kwamba eti mm. Mashalove ndio mtu ambaye anawasiliana sana na Aunty Ezekiel, kwamba sasa tunamwomba kuki aje, na wewe baba upo tu umekaa, ubaba uu, uu baba huu, hapa kuna walakini, kuna walakini walakini. kuna yani, kitu anatunye, chini yanyesha ya kwamba yeye sio sio mzazi bora mm -hmm. yeye ni bora tu mzazi, kwa sababu unapokuwa mzazi bora mm. Maana yake wewe ndo unakuwa kwanza kuwasiliana na uh, mzazi mwenzako. Haiwezekani, yeah. Mwanamke ambaye upo naye tena hujamwoa, mm. Unaishi naye tu ni, ni tu girlfriend wako, tena inawezekana pia msiwe mnaishi pamoja, mnakutana mkiwa mna, mm. mna matamanio ya kimwili sex desire, ndio mm. Unakuwa na mpenzi wako, alafu wewe huyo mpenzi wako unamtumia yeye kumcheki mzazi mwenzako Eti titi, alo, e, anti mimi Masha vipi? mm. namtaka mtoto aje, eti <laughs> baba yake amesema eti baba yake amesema <laughs> na na hii na, na, na, sio sio tu tunaongelea hapa mastamasta oh, no. Lakini hii tabia ipo hata kwenye maisha ya, tu ya kiuhalisia, wewe tu mtu wa kawaida ipo, ya unakuta mtu mwanaume mm. ana mtoto wake sehemu lakini akikaa pembeni kumwongelea mzazi mu... yani mzazi mwenzako ndo anakaa na mtoto mm, anakaa naye anahakikisha mtoto amekula asubuhi, mchana, usiku, yes. mtoto kaenda shule mm. mtoto kaumwa, haraka haraka ndo kampeleka hospitali. Wewe upo tu huko, upo sehemu yako, na sio kwamba hauna maisha ma mazuri kwamba yako eh. magumu, hapana, hela ipo, hela ipo ah. lakini mwisho wa siku ukikaa kwa washikaji una pale amna ya kitu yani, mwanangu anakaa tu lakini namtumia mwanangu hela ela, naambia na, na hali na, na maisha ya shida. Yani wewe kwanza, wewe ujichukulie tu picha. Sasa wewe ndo yule mwanao, yani wee mm. unaongea hiyo kauli. Yule mwanao mm. unajichoresha kwa staili gani? yeah. takua kupiga watu vichwa <laughs> Unakuwa sio jet, inakuwa sio gentleman, aonyesha e, ubaba wako. Lakini pia tunaendelea hmm, kujiuliza hapo mpaka inafikia hatua kwamba Masha ndo anabezi sana mama mtoto wako, huenda hmm, pia labda kuna shida nyingine ipo kati ya Mose na Aunty kwamba hata mawasiliano yao ni ngumu, okay. Kwa sababu mpaka ukiona hivyo, yeah. Kwamba fulani ndo anayepiga simu tu, si kwamba hawa watu wawili hawana mawasiliano, okay. Na si mawasiliano tu, hawana ma mawasiliano na maelewano mazuri ndio, yeah. Maana, okay. Anatumika, okay. Pale ambapo baba na misi binti anatumika mama wa kambo kumuita binti aje, mm. Na hatujui pia anatumia lugha gani kuzungumza na mama mtoto, labda mi nimemisi kuki aje ama baba yake amemisi amesema eti mtoto aje. Hatujui Masha pia huwa anatumia lugha gani kuzungumza na mama mtoto na Masha kama tunavyomjua mm. Lakini Masha mi namsifia Masha Love ni mtu ambaye mimi namuonaga na tu mm. eh, kwenye mitandao, lakini nikaja ni kufuatilia kumwona personality yake mm. Ni mtu fulani ambaye iko vizuri, yani iko peace. Masha iko peace mm. Sana ukimtizama okay. Kwa harakaharaka, huyu sio mtu akupigana story dakika mbili akubadilika, lakini yuko peace sana. So labda, anatumia labda, Mose anatumia hiyo pia advanti kwa sababu Mashalove mwenyewe nishe kuona moja interview anasema kwamba ee, natwako vizuri na ndio mm. maana sienda ndo daraja la kumpata e, kuonana na baba mtoto vizuri nini, mm. sio watu wenye magomvi ndio, lakini sasa upande wa baba na mzazi mwenzake ndo kuna shida na mama. Sasa mii pia hii wewe mzazi huku, we, sasa mwanamke <laughs> unakubali vipi? mwanamke ambaye yupo na mzazi mwenzako, hmm. anakupigia simu eti anamtaka mtoto wako. Yeye ni nani? Ana mamlaka yapi? Ana mamlaka gani ya kusema mtoto mlete? Ana ni anaye gani huyo mtoto? Na natakiwa mkumbuke pia hata swala la mtoto kwenda kwa baba ni hiari ya mama, mtoto akubali sure, sure. ama akatae. Tena mbaya zaidi, ikiwa wewe baba mtoto huhudumii chochote kama ilivyotokea kwa Moze. Kuna ujumbe bwana, Anti aliuandika kwenye insta story yake. Acha bana, ah, wa moto wa moto eh, tucheki nao, unakwama wapi? Unakwama wapi? Ina maana kuona, nikajua mambo yameisha bana, au nikupe kidogo upite nao eh? ha. Una maneno ya kutisha mengine sio ya kutisha vizuri. Ya, ya, ya twende tu msala kuangukia wewe apo. <laughs> <Nimi>? bila kuzumu yakija <laughs> Zik, ya magari Naomba tunini tutajane majina <kilu> bana, mimi alinipa nisome e, utasema tu sami alinipa nisome hmm, ujumbe mm, huu hapa ndio amesema, hacha leo nikupe airtime kidogo, ambao umekuwa ukitafuta zaidi ya miaka mitano nao ni Moses Peter. Kwanza mm -hmm, kabisa sijawahi tamani kuona simu yako kwangu na sio simu, hata nikikuona nowadays, wallahi naapa huwa na najiuliza hivi, anti, una akili timamu una akili wewe yani? Najiuliza mimi nina akili timamu kwanza. <laughs> Au maana sio hali ya kawaida na nao ndio nagundua kwa nini wa Tanzania walishtuka kuona nazaa na wewe, ila all in all, si haba nimepata binti yangu mzuri kabisa ambaye anasababisha ni kuheshimu na kuacha hili jambo liwe na jambo la kawaida, ila naamini mimi mwenzio bado niko kwenye mshangao sana haswa nikikutana na picha zako tena da, ila anti, anyway ishatokea, hamna namna na wele anajilaumu, yani, na yani, still, hapa nakosea mimi. Ninavyoona wewe unajisifia kupata mtoto mtoto, umezaa na nani? Na baba kakubless wewe, umezaa mtoto mzuri, kwa nini unaanza una, una, una, kujutia kukutana naye lakini kipindi kile mwanzoni hukujutia. Hakujutia, wala nini hukujutiaakujutiapaa unaingia leba mpaka unakaa mateniv anasema, anazima taa hakujuta Hakujuta mpaka Mpaka anakubali kuwa Mrs. Dancer hakujuta, e, hakujuta lakini leo unaona kama ni msala mkubwa msiba mzito. mzitoay uh -huh. akaendelea kuandika ujumbe, unaendelea Mhm. Mm la pili, mm -hmm. Kuhusu kisimu mlichomnunulia mtoto nadhani mnaweza sio simu kisimu kisimu, inawezekana pia <laughs> ikata batani, itakuwa ni kisoswadu. <laughs> kisoswadu. <laughs> mlichomnunulia mtoto nadhani mnaweza tu maboda afate maana mm -hmm. mimi watoto wangu simu huwa si muhimu sana kwenye maisha yao, maana wanatakiwa kusoma, sio kushika eh, so kushika so mtoto wanatafuta ratiba eh, nitakayopanga mimi muda gani ashike simu muda mm. gani asishike, awezi tumia muda wote eti kwa sababu wewe unataka umpigie Mkadansi. Ukimpigia mtoto simu tu bwana <laughs> eh? Mkadansi, kuna chalenji mpya Mkadansi eh eh, kweli naiona sana hiyo, Mozi anaifanya na Kuki <laughs> hilo haliwezekani. Alafu una watoto wanne mm. sio, sio Kuki tu kuna watatu wengine, jumla wanne Hebu upigie na wale wengine mkadansi, kwani lazima kila siku huyo? au au uko wenzangu wamezaa nini? E, bana. nilitegemea useme unalipa ada ila mtoto unapewa masharti ningekuona kidogo zimrudi kichwani, lakini hmm? Hapana aise, hilo haliwezekani kabisa. tajiri tajiri lakini tajiri. Anti, anti maneno kayatupa Anti maneno kayatupa. Kwa nini amwite tajiri? Jumbe jumbe nzito hizi, ujue. Yani mwite tajiri, manake manake <laughs> si anazingatia ah. e, kwa sababu unaweza ukauka, una, unamsema mtu mm. lakini mwishoni mpe heshima yake mm. Yani umemsema, lakini mwishoni mpe heshima yake, ndo hiyo tajiri Tajiri una baya e, yani kamsema kwamba kamsema, kisimu una nini una watoto wanne, lakini mwishoni kampa heshima. Kwa mfano kama unaenda kumsema mtu <laughs> sa mimi nakwambia e, e, e, mwishoni mama, adabu e, kaka, mjomba, baba, yani heshima inakuwepo tajiri. Basi mwim kwamba katoa heshima ya maana, ila maneno mm. kayatupa maneno kayatupa, maneno kayatupa, bwana so poa ukiasikiliza amini, ukiyasoma hayo maneno kama una presha wewe, ndo sasa ndo baba wewe, una presha una kisukari, kapime mapema, utakuwa vimeongezeka yani lazima. <laughs> tunarudi pia kwenye maisha ya kawaida dabu. Uh, hmm? single mother sio wote, baadhi wamekuwa okay. na hiyo kitu yani, hata uh, baya dogo la mzazi mwenzii, yeah. itaenda itatibua mambo kibao, yote yanaelewa, lakini pia tujiulize kuna aina fulani saa, huenda kuna aina moja au zaidi ya mbili ya wanaume, kwamba kwa nini hahudumii mtoto? Huenda kuna wengine basi tu ni kiburi okay, hahudumii mtoto eh, ama kuna tatizo ambalo chanzo ni wewe mama mm, ndio maana mwanaume akaamua kuhususia mtoto mm, ama mengine tuwezi jua, labda masuala ya kifamilia zaidi, si unanielewa okay. Kwa hivyo jinsi tulivyosikia hata jumbe za Aunty hapa itimisi kwamba Mozi hata ada ya mtoto hazingatii ndio mana, alisema hivi, at least ungekuwa kwamba unalipia ada alafu nimekunyima mtoto hiyo, mm. ingeleta shida kwamba unapewa, yeah. masharti, lakini ni sahihi kupewa masharti, kwa sababu huhudumii chochote zaidi, tu umenunua simu ya kumpigia mkadansi na kwa nini au wengine udansi nao? Na kwa nini kuki tu ndio kudansi naye nzuri? Au ndo ana content, au ndo iko cute, ama ndo brandi, ana brandi flani? Ukimweka anaondoka, labda pia anaangalia upande mwingine, au watu wengine labda wamefanana na yeye. Kwa hivyo ili kuyaepuka mengine yote hayo, kwa wewe baba pia toa sapoti, toa sapoti. Hata kama umezaa na mwanamke ambaye anajiweza, onyesha sapoti japo kidogo. Hata kama yeye anacho, lakini toa, ajue tu kwamba hapa kweli baba mtoto wangu anaonyesha sapoti. Hara siku mtoto kaumwa, toa hmm, fedha shule kidogo, kuchangia hivi. Nirudi, turudi kwenye kwenye kwenye kwenye maisha ya Diamond na wazazi wenzake hmm. tukija kwa Zari, hebu angalia maisha ambayo Diamond anaishi anaishi na Zari yeah. maisha fulani, tusiende tu mbali eh, maisha fulani ambayo peace Yani, kwanza hata wakikutana sio sio wale maiks ambao wana chuki, hawachukiani, yaani hawana chuki tena, yani kila mtu yuko happy. Mm, alafu uzuri wakikutana wanaitana majina Baba Tifa, Mama Tifa. yaani yes, Deni... sasa huo ndio mfano eh, yani, huo eh. Ni mfano kwa sababu Diamond aliamua kusimama kama baba bora kwa watoto sure wake, haijalishi yeye na mama mtoto wake walipitia nini ama wanapitia nini, lakini kwenye yale maisha, mbele ya watoto, watoto hawatakiwi ku kuaksi, kuaksi yale yale matatizo wazazi ee, ama yale madhaifu ee, ya wazazi hapana, kwa sababu kuna wakati pia mtoto anaweza akaaksi ile akachukulia kama advantage ya kumdharau mmoja kati ya, ya wazazi wake either, sure, mama sure, ama baba. Sure, kabisa, yani, kabisa mpaka ile, kuna ile clip pia ilisambaa sana Tifa na ni Zari anamuuliza Tifa, kwa nini unapenda kuhusiana na ex wangu ambaye sasa ndio damu, anasema he's my dad, yani ni babangu baba, kwa sababu kwa nini Tifa maamua kuliheshimu hilo kwa sababu baba mwenyewe kaonyesha umuhimu wa yeye kuwa baba bora kwa mtoto wake. Ndio maana anaona kwamba sawa, mama huyu ni kisoko, lakini mimi ni baba yangu na sio baba tu, ni baba bora. Kwa hivyo kuna wakati pia kwenye watu maarufu wewe mtu maarufu, mwanamke ama mwanaume, umeamua kuzaa na mtu maarufu mwenzio, ama si mtu maarufu hebu, kuna wakati pia igeni mfano mzuri, kati ya Diamond na Zarina Hassan, Zari the boss lady, wanaishi yaani, wanaishi maisha mazuri sana, tena wanafunga safari na wanaonesha ile kauli ya kwamba ex hataki kuwa adui eh, eh, ex wako rafiki yako, na tena ex yule ambaye mmezaa pamoja. Ndugu yangu kifosi wa adui ni sana kutonga maji kwenye kinywa, yote namwagika nje ni hata ufanye vipi, <tukutu> lazima kwanza mtawasiliana kivyovyote tu, kwa sababu kuna x na kuna mzazi mwenzio. Yani mzazizako sio? Nikwambie tu kabisa, tukwambie tu kweli, sio? Usimwite, mwite mzazi mwenzio, kwa sababu lazima tu watoto watawakutanisha mtawasiliana. Hey, kwa ajili ya mtoto mtaonana, mtaonana, sio? Yes. E, kama ndo so nini, mm, sio lazima kuninili hiyo, hapana, kwamba hupshai makabechi arufu hakuna kupasha makabichi mm, lakini ee, muhimu uzingatia ubora wako ubora kwa mtoto wako. ama kwa watoto anazingatia huduma mm. Fresh, mtoto anasoma vizuri. Ndiyo. fresh kabisa, hakuna shida, maisha aende hivyo e, mtoto kamisi hujua. Oh, <coughs> mimi bado narudi kusema tu palepale huo pale, ni mfano mzuri e, bwana watoto wakitaka kuona na baba yao yule dada unafikiri Zari hana shughuli za kufanya kule alikotenasi? ni mkurugenzi yule, siyo? hey. lakini anafunga safari kutoka South Africa kuja Tanzania kwa ajili ya kuleta hey. watoto wakaonane na baba yao, okay. Yani sasa huo oh, ndio mfano bora wa kuiga, sio? Mna kama rushana maneno mitandaoni, mnatukanana. wakati mwingine pia, unajua hakuna kitu kibaya kama vitu vya mitandaoni, vile vitu vinaishi kabisa, vinaishi, wanakuja kuviona baadaye na watoto wanavikuta. Sasa unatengeneza picha gani? kwamba mtoto amdharau baba yake mm -hmm. ama maisha. Mtoto akuone wewe mama kama ni mtu ambaye kidogo, ndio maisha ya Kiswahili yalivyo hey. Unakuta mtoto anabezeshwa sumu, baba yako yule mbaya, na hiyo ipo alivi hiyo ipo sana, hiyo ipo anakatiza babake amsalimii, e, ah, kwa sababu e, tayari e, mama ameshamlisha sumu yule mtoto e, ana maana babake ni mbaya, babake ni kashamba, babako mlevi. Kwa hiyo baba babake amheshimu, amsalimii, ana maana babake kama takataka, na tu, kuna zile kauli pia na wa baadhi ya wa wamama, mziache mtoto kakosea, mwangalie akili kama baba yani yako, yani, mi najuta wewe, sijui nilizaa toto gani ka baba yako, ona sura yake, sura kaa shangazi yako. Yani mtoto anamtengenezea mazingira kwamba hata baba ama upande wa babake baba yake awaone siu ni watu gani, hiyo ni mbaya. Yani hata kama yule baba kakuuzi kiasi gani ama mligobana kwa kiasi gani, hebu ile saikolojia ya mtoto usiiharibu. Baba alikuwa na sura mbaya hey! yani mi nasemaga yani, wee huna akili, umefuata kwa baba yako, ni sawa na wale wazazi ambao <laughs> watoto wenu wanaita majina ya wanyama. Mtoto mm, unamwita mbwa, mtoto unamwita kenge, kenge maji. Yaani mtoto anamwita umekaa akili kama za kikondokondo kwa sababu tu kondoni ni mkimya, <laughs> <laughs> muda wote ameinama. Kwa hiyo kuna wakati pia mjui <laughs> tu akili za watoto mnazitengenezaje? Kabisa. Hata kama kuna maisha ambayo umeyapitia we na mzazi mwenzako sure. Kwa hivyo hata hii situation ya Aunty na Mose inatengeneza picha fulani kwa wewe mzazi ambaye hivi sasa unatutazama, aidha unalea mtoto peke yako, iwe ni baba au ni mama. Kwa hiyo kuna yeah. Picha pia imetengenezwa hapo, huenda ikawa ikaleta uh, taswira nyingine kwa yule mtoto. Huenda mtoto pia alithamini ile simu, hata kama ni simu ya shilingi elfu kumi kanona babake, lakini akaona kitu kikubwa. Sasa kama mama unakuja kusema hicho <laughs> mm, kisimu chenu kisimu kisimu kisimu chenu. Mm, hatuwezi pia jua nini kiliwatenganisha hao watu, labda hatusiingilie sana, lakini tunaangalia ile mtoto mm, akili ya mtoto mnaitengenezaje? Na mbona ukikua akiwa na babake anaenjoy ile mtoto namwonao sana kuwa na furaha mtoto sana. Kwa hivyo hata yeye ana appreciate kile kitu kutoka kwa baba, hata kama babake hatoi ada, lakini anatoa mafunzo ya kudansi. Eh, anampenda babake kwa sababu anamfunisha kudansi. Anapenda michezo michezo. Unaweza akamzingatia chakula asione kama anamzingatia uelimu lakini tuna sign outmm. Lakini kabla ya yote hayo uh, komenti yako ni muhimu sana. Enda yep, pia kutazama yep, yep. Hii ni sahihi eh? Yale magomvi ya wazazi kuyaleta kwa watoto yani yanajumuisha watoto, haijalishi kwamba okay, ni ma ex uh, mlikuwa ni mke na mume ama girlfriend na boyfriend. Je, mm, yeah, hii ni sahihi kwa kile ambacho amekifanya Aunty na Moze ama si sahihi? Drop komenti yako hapo, ni muhimu, lakini kikubwa cha kwanza, anza kusubscribe, bonyeza alama ya kengele